Sasa ukiskia vile tumechangamkia mechi. Sasa next time tu ni after one month ndo narudi. Oh, utakaa kama after one month? Ni sawa sawa, wewe ukienda kwako, hivi nyinyi nenda kwako. Ukae tu safe, unajua mimi nakupenda, ukae loyal kwako. Si unakuangalia loyal, obvious. Eh. Ah, hadi mimi ni loyal kwako, ni hivyo tu. Take care. Sasa bye. Bye. Hawa wawili wanadanganyana. A few minutes later. <prizes> We Balex, mabungo unafanya nini? Ah, nilikuwa nimerudisha hiyo mrembo wangu, ndo naenda kwangu sasa. Ah, wewe si mapenzi itakuwa ba? Ah, zii, nowadays nilitulia na mrembo moja bana koloyo, ile kwangu ni koloyo ile kwake. Koshua itakita kurama? Ah, saiba unakipata moja banya koloyo, niende naye ba. Sawa, haina shida. Mrembo huko yule ah. Lakini upanguza hiyo vumbi, mabungo bana unajua kuna vumbi. Ah, nifikie kwangu sitakuwa nimekufa. Ah, hiyo forest inaweza tumika kama chofu. Babe, unatoka wapi huku hivi? Mimi si babe wako wewe, wewe, sija hata sikujui. Wewe babe yako ni nani hapa? Ati unijisinu wewe, nimepeleka tu saa hii. Wewe sikujui wewe. Babe, si tumetoka tu... Aiyu anaota bana. Babe, si tumetoka tu mechi saa hii tena umerudi kwa forest na jama. Sungacha tu hiyo kitu itulie kwanza. Ai. Hata mafi imeisha. <tis> <tis> <tis> <tis> <tis>